Okay. Tunashukuru tumemaliza salama. Kumaliza msimu huu, mechi imeisha. Hayo mengine tutazungumzia wakati utakapofika. Mchezo ujao unaozungumziaje? Kwa namna ambavyo zimetazama mchezo huu nyinyi kama Simba mna matumaini gani na next match? Nimesema kwamba hayo tutayazungumzia wakati ukifika. Kwa sasa tumemaliza mchezo huu, tunashukuru kwamba tumecheza mechi 29. Kwa bahati mbaya tu kwamba leo tumeona kwamba mchezo ulikuwa aina tofauti kidogo, wachezaji wetu wengi wamekuwa wamepata serious injuries kwa hiyo tutatoa taarifa baadaye nini ambacho kitafanyika. Ni mpira wa miguu, kila timu inakuja ikiwa imejiandaa. Tumecheza nao, tumewafunga, basi tumemaliza mchezo, tunaangalia mengine yanayokuja. Kwa wanasema waamini maandalizi yako vizuri kuelekea mchezo ujao? Sisi tulifanya maandalizi tangu mwanzo wa ligi, kwa hiyo na sasa tunaelekea mwishoni. Habari ya maandalizi ya mechi fulani, hiyo hatuwezi kuisema sasa, tutasema wakati ukifika. Sasa itakuwa hamna haja ya mie kusema kwamba tutazungumza wakati ukifika, yeah. Wewe unataka kujua, na wakati asanteni sana. Nani ambaye ana wasiwasi? Mashabiki wa simba hawana wasiwasi. Ukimwona mtu ana wasiwasi, huyo sio mshabiki wa Simba, atakuwa mshabiki wa timu nyingine, e, amejipaka rangi. Naam, kwa siku za karibuni mm, uh, mashabiki wa Simba wameonekana kwenye maeneo tofauti wakisema kwamba mchezo huu wa leo ndo mchezo wa mwisho kwa klabu yao. Nyinyi kama viongozi, mnalipi la kusema juu ya kauli hizi za mashabiki? Kwanza sijawaona, lakini maoni, mtu anaweza akaona hata sukari si tamu, akaona chungu. Kwa hiyo ni ma mambo ya kawaida tu, tutapokea maoni na tutatoa taarifa rasmi. Asanteni sana. Unadhani utakuwa ni mechi ya, ina, ina, ina uspesho gani kwa kuwa mnakwenda kukutana na mtani wenu ikiwa pia inakwenda kuamua nani anakuwa bingwa? Sijakuelewa swali lako. Inakwenda kwa mechi yenye special namna gani? kwa sababu mnakwenda kukutana na mtani wenu na hii ni ligi, hakuna mechi yoyote maalum. Inakwenda kwa mwanani atakayekuwa, yani mechi zote za ligi ni sawa na hakuna umaalumu wowote, na msiwatie wasiwasi na kuwajaza maneno washabiki wa Simba. Mshabiki yoyote wa Simba atasimama na timu yake, ukimwona anazungumza kitu chochote against Simba, huyo hmm, ametumika au ametumwa. asanteni sana <laughs>